Na kumechezwa mechi nyingi sana katika ligi kuu NBC Premier League, eh, takriban ni mechi nane. Lakini pia mechi ambazo watu wengi walikuwa wanazisubiria na kuweza kuziongelea sana ni mechi ya baina ya Simba eh, pamoja na Yanga, ambapo Yanga alicheza na Dodoma Jiji, lakini pia Simba kuweza kucheza na Kagera Sugar. Kila mmoja alikuwa masikio yake, macho yake, akili yake kuweza kutegea sikio na kuweza kuangalia mechi hizo, kwa sababu kila mmoja ambaye ambaye atashinda, eh, au atashindwa, ndiye ambaye atatangazwa bingwa. Sasa mfano kama jana Simba angefungwa, ah, Yanga lazima nke bingwa kwa namna yoyote ile. Lakini pia pia pia Yanga jana angefungwa pia, e, Simba pia angekuwa bingwa kutokana na matokeo na points ambazo zingekuepo e, pale au tofauti wa, wa points zao, lakini wote waliweza kushinda ambapo Yanga aliweza kushinda magoli matano kwa bila e, lakini Simba aliweza kushinda e, goli moja tu. Sasa stories zimekuwa ni nyingi sana kuhusiana na e, Chama Chama ni moja kati ya wachezaji ambao wanafanya poa zaidi katika e, kikosi cha Yanga kwa sasa hivi. Amekuwa ni mchezaji ambaye anapata sana namba kwa kipindi cha hapa nyuma kidogo toka sajili E, alikuwa ni mtu ambaye anadonoa donoa sana kuweza kuingia kwenye timu, apangwe first 11. Anawekwa sabu, na akiwekwa sabu yenyewe hawezi kuingia. Kuna time tena hawezi kuwekwa hata sabu, yani kwenye first 11 hayupo, lakini pia hata sabu pia hayupo. Sasa watu wengi wakasema kwamba Azizki ndiye alikuwa anaziba pengo au alikuwa anaziba e, bwana nafasi ya Chama kuweza kuonekana katika e, e, timu ya Yanga. Na tunaona ukweli ambao unaonekana ni kwamba wakati kipindi Azizki yupo e, Chama alikuwa hapati sana nafasi za kuweza kucheza. Na aidha akipata basi Azizki amechoka. E, Chama anaingia dakika 85 e, au Chama anaingia dakika 88 mbaki dakika moja mpira uishe ndo Chama anaingizwa and then Azizki anatoka. Sasa mara baada ya Azizki tu kuweza kuelekea katika kikosi cha Wydad e, ya e, e, ya Casablanca sasa hivi chama amekuwa ni mchezaji ambaye anapata nafasi sana, anaanza kwenye kikosi e, and pia yani, amekuwa ni mchezaji ambaye yuko sana kwenye kikosi kwa sa sasa hivi. Sasa watu wengi wamekuwa kiongea maoni yao tofauti tofauti kwamba toka Aziz Ki aondoke ndio sasa hivi chama anapata nafasi ya kuweza kucheza eh, kuna comments ambayo kuna shabiki mmoja alikuwa <laughs> ameandika kwamba kwenye ukurasa wa Instagram alisema kwamba Aziz Ki kaondoka ila bado haupo kwenye first 11. Huyu bwana alimcheka sana kwamba eti Aziz Ki ameondoka lakini E, Chama bado hayupo kwenye first 11. Alafu pale pale chini Chama akaja kumjibu, na ndio e, maana Kufunguka. Noma, noma sana. Sasa matokeo haya yanaweza kusababisha sasa kwamba eh, Yanga kuweza kufikisha pointi sabini na tisa kwenye msimamo wa ligi ya hapa Tanzania lakini pia Simba kuwa nafasi eh, ya pili akiwa na pointi sabini na nane. Pointi ambazo inatakiwa kuweza kukamilika siku ya tarehe 25 mwezi wa sita mwaka 2025. Yaani kimaanisha kesho kutwa tu eh, so kushinda kesho Jumatano mechi hiyo itaweza kupigwa baina ya Simba na Yanga Nandipo, abavo, na ndipo mbabe ambapo ataweza kupatikana walisema wachezi sasa watacheza tarehe 25. Simba kwa upande wao vipi tena? Mpaka sasa hivi bado hawajatoa taarifa yoyote, lakini watu wengi wanajua kwamba mechi ni kesho kutwa siku ya tarehe 25, eh, Jumatano ya wiki hii. Drop comment yako hapo vipi, chama lako litashinda au litaweza kudondoka, kwa sababu kombe litakuwa uwanjani, kila mmoja atalishuhudia. Atakayeshinda siku hiyo ndiye atakayepewa kombe, atakayefungwa basi atapewa medali tu, and then yoyote atakayetoa draw basi itasababisha tu eh, kuweza kuchukua kombe kwa yule mshindi ambaye atapatikana katika mechi itakayochezwa siku ya Jumatano. Drop comment yako hapo, utakometisha kinu manuma, na hii ni Sawasawa unakwambia sawa, habari Kingenjani mwako mwakoh